Charles kwangu ni aanae kazi kafanya kazi mwenzangu, rafiki, mshauri, mwalimu. Kwa hiyo anacheza nafasi nyingi sana lakini Eh, ana nafasi kubwa sana kwenye e, maisha yangu kwa sababu e, wakati na toka Channel Ten kwenda ITV ndio alinisaidia kuingia ITV, na baada ya hapo kwenda Ujerumani na Uingereza, tukaja tukakutana Uingereza, tukafanya naye sana kazi Uingereza mpaka yeye alipoamua kurudi Tanzania, tukapata ofa ya kuja kufanya kazi Azam na yeye mimi wakati ule sikuwa tayari kurudi Tanzania, lakini yeye akanambia naye kazi na hasa mimi na Zanzibar mkurugenzi wa taarifa nyingi za ikulu ikulu su kuurusha. Kwa hiyo ni mtu ambaye naeza kusema sehemu kubwa ya maisha yangu hasa ya ya kazi, katika safari yenu pamoja, mtu wa watu na eh, mm -hmm, sababu Uh, hakuwa mtu akipenda ugomvi, um, na alikuwa anazungumza, sasa anazungumza na kila mtu na hata kama nimekutana uh, well, kwa mara ya kwanza, atakuadikia kichekesho, unajua. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa watu, na unaona jinsi eh, msiba ulivyogusa watu. Kuna watu wanaomfahamu moja kwa moja, kuna watu eh, wanamfahamu kupitia kwenye TV, kuna watu wanamfahamu kupitia kwenye radio, lakini jinsi alivyowagusa watu Uh, alikuwa na uwezo wa ku connect na watu uh, kwa njia ya kipekee kabisa, ambayo sio rahisi kwa binadamu wengi kufanya hivyo. Kwa hiyo alikuwa ana haiba ya, ya kipekee, na alikuwa anaweza ku kuagusa watu na zaidi kutokana na uh, jinsi alikuwa kufanya kazi, jinsi anapozungumza, jinsi anapowasiliana na watu uh, unajikuta una ni, ni kama mtu ambaye unamfahamu uh, sana, hata kama hujawahi kukutana naye kwa hiyo uh, kwa mtu wa watu, anazungumza na kila mtu, hakuwa na mtu mwenye majivuno. Alikuwa na jina ana jina kubwa sana Charles, kwa muda mrefu ni, ni mtangazaji mzuri, na kwa wengi hilo lingeweza kumpa sma kichwa, lakini hakuwa hivyo. Alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa, na ukutana naye hata mtaani hivi, anamsimamisha hata kama hakufahamu, anataka kupiga naye picha, anataka kuzungumza naye, anasimama na anakusikiliza.